Ilikuwa siku ya Oktoba 29. Baada ya kupiga kura, aliingia kazini kuendelea na shughuli zake za kusafirisha abiria katikati ya mji wa Dar es Salaam. Ghafla habari za maandamano zikasikika, vijana walikuwa katikati ya barabara. Simu ya mwajiri wake ikamtaka arudishe gari kutokana na hali ya usalama kuchafuka. Ndipo ajali ya risasi ilipomfika. nilipigwa risasi ya mgongo baada ya hapo nilivyodondoka chini, nikapata fahamu wa kuweza hata kupiga simu, na nikampigia simu mke wangu, nikampigia simu. Na baada ya kuona anakuwa kama vile sintofahamu, ikabidi nimpigie simu rafiki yangu, ndo akawahi kufika na ndo akaweza kuwasiliana tena na mke wangu, ndo akajua kweli tukio limenikuta ilichukua siku kabla ya kupata matibabu. Ingawa hospitali aliambiwa chembe za vyuma bado zimo mwilini na itagharimu kiasi cha dola mia mbili thelathini za Kimarekani, sawa na shilingi laki sita za Kitanzania kuondolewa vyuma hivyo mwilini, jambo ambalo hamudu gharama hizo, kwani amekuwa hawezi kufanya kazi kutokana na maumivu anayoyahimili. Watoto wanahitaji msaada wa shule, msaada wa chakula Sitoki kazini, nipo tu mtu wa kulala, sifanyi kazi yoyote ilo. Nahitaji huduma ya msaada niweze kutolewa risasi, na pili nahitaji msaada familia, nateseka. Hatua za uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani Oktoba 29 bado zinaendelea, lakini wadau wa masuala ya sheria Tanzania wanahoji uwajibikaji wa kama njia ya kuponesha taifa ni kwa sababu tu ni kwamba watu wa kitengo fulani walishindwa kuzuia hatari kabla ya kutokea. Sasa je, unavyoona kwamba wananchi watakuwa na imani na wewe? Raisi ameunda tume ya meunda, tume uchunguzi, turudi katika maridhiano. Je, unavyoona wewe, hata kama rais hajakutengua hapo ulipo, inastahili mtu kuchunguzwa akiwa katika ofisi za umma kama kuna malalamiko ya kutumia mamlaka vibaya